Jopo maalum la upatanishi wa Umoja wa Afrika limekutana na rais Yoweri Museveni wa Uganda na kumtaka shiriki moja kwa moja katika juhudi za kuleta amani mashariki mwa DRC. Museveni ametajwa kuwa mmoja wa viongozi wa Afrika wanaoifahamu vyema historia, mienendo na vyanzo vya mzozo huo kutokana na nafasi ya Uganda katika ukanda wa Maziwa Makuu. Obasanjo, mmoja wa wapatanishi wakuu, amesisitiza umuhimu wa ushirikiano wa Afrika katika kutatua migogoro ya bara. We have even listened to the M23 uh, leaders and we come here. Tumewasikiliza hata viongozi wa M23 tukija hapa na hakuna anayepinga Rais Museveni kuhusika katika kutatua mzozo huu na tuko tayari kushirikiana naye kupata suluhu la Kiafrika kwa matatizo ya Afrika. To see how we can bring African solution to African problem. Viongozi hao wakiwemo rais wa Togo Faure Gnassingbe, Uhuru Kenyatta rais mstaafu wa Kenya, Sahel Worke wa Ethiopia, Catherine Samba-Panza wa Jamhuri ya Afrika ya Kati na Eric Masisi wa Botswana, wameendelea kusisitiza kuwa ijapokuwa Marekani, Katar na Ufaransa zinaendesha mazungumzo ya kuleta amani DRC, masilahi ya Afrika na hasa mataifa jirani na nchi hiyo ni muhimu, na kwa hiyo yana jukumu kubwa katika mchakato wa kuleta amani. Tunakuwasilishia ombi la ushauri kuhusu shida hii, maana umeifahamu kwa muda mrefu. You know hakuna anayewazia kuigawanya Kongo, wana malalamiko tu ambayo wanataka yasuluhishwe na hii ni fursa nzuri kwa utawala wa Kinshasa kuitumia. Viongozi hao pia waligusia haja ya kushughulikia mizozo mingine barani Afrika ikiwemo Sudan na Sudani Kusini. <coughs>